wahuda warahmata wabushra lilmuslimin. Ndugu zangu, mama zangu, labda nichukue tena fursa hii kuweza kuwashukuruni kwa kunipa nafasi ya kuweza kusimama mbele yenu ili kuja kuchangia madogo kuhusu faida ya siyam wala faida ya kufunga kiafya. Tuna muda tunayakariri na tunayazungumza na mashekhe zangu wametangulia hapa, Allah awahifadhi, wameendelea kutuambia na kutukumbusha kuhusu malengo ya kufunga na faida yake kiroho. Huyu binadamu ambaye tunayemzungumza, Allah ambaye amemteremshia Qurani wala ujumbe na anamtaka afikie malengo, laala kumtatakuni ni binadamu ambaye amegawanyika katika sehemu mbili. Ni mtu ambaye ana moyo, ana roho, lakini pia ni mtu ambaye ana kiwiliwili. Mashaallah, mashehe wanazungumza usiku na mchana na wanatukumbusha kuhusu undani wa mtu, mtu aswaumu ili afikie kuwa huyo uchamungu ambao Allah subhanahu wataala anautaka. Lakini itakuwa ngumu sana kufikiria kwamba mtu atakuwa mchamungu wala mtu atafikia malengo ya ucha Mungu hali ya kuwa mikono yake miguu yake kichwa chake havifanyi kazi vizuri, maanake huyu mtu hautamtofautisha yeye na mwili wake. Sasa mimi kama daktari, nimepewa fursa tu kuzungumza madogo kuhusu mwili, faida ya Ramadhani kimwili, nikikumbushia tu kwamba maradhi yako tofauti, hatutazungumza maradhi yote hapa ya. Maradhi yanayotuhusu sana ni haya maradhi asiyoambukia, haya maradhi ambayo hayaletwi na minyoo wala hayaletwi na virusi wala hayaletwi na fungus wala hayaletwi tu, kuna sindano umepigwa ya mgonjwa ukaambukia, la, ni maradhi ambayo mtu anakuwa anayapata kutokana na mfumo wake wa maisha miongoni mwa maradhi, pana maradhi ya kansa ambayo ni saratani. Kina mama wanadevelope kansa ya, ya matiti, kansa ya kizazi, kina baba kansa ya prostati, na katika jamii yetu hao wa wagonjwa wako wengi. Pana maradhi ya moyo, pana maradhi ya pressure, pana maradhi ya kisukari ambayo ni diabetes panayo maradhi ya stroke ambayo ni kiharusi, na hata maradhi ya, ya upungufu wa akili. Ni mfumo mzima wa maradhi au grupe nzima ya maradhi ambayo tayari ipo duniani na ipo katika nchi yetu na ipo katika jamii zetu. Zaidi ya watu milioni thelathini na tano kwa mwaka duniani wanafariki na ya maradhi maradhi ya kisukari. Watu zaidi ya milioni mia tano wanaumwa kisukari duniani, huku mia mbili milioni wanatembea na maradhi hayajadhihirika kama ni maradhi akini, inaitwa make tayari watafanya kisukari miaka ya mbele, kwa sababu tunahisia na tunatembea nayo sana katika jamii, kwamba hali maradhi ya watu wazima. Aki utashangaa katika mahospitali yetu tunaona watoto wadogo wanakuja na maradhi unapofikiria kama ni maradhi ya watu wazima ni wakati huo na miaka kumi na tano leo unashindwa kuelewa kwamba uko natengeneza tayari haya maradhi ni baada 15, 20, ya miaka kumi na tano ishirini maradhi yataanza kujidhihirisha. Kwa nini ninaanzia na hizi takwimu ili watu waone wapi ambapo tuko tunatoka na tuko tunaelekea, na maradhi kama haya, binadamu ambaye ameombwa kufunga kwa malengo ambayo mashehe wanatuzungumzia usiku na mchana, afikie ile malengo Allah amemuomba la'ala kumtatakun. Anakuja anakutanana na haya maradhi, wala anakuwa katika maisha ya kuyakaribisha haya maradhi, itakuwa ni vigumu sana kufikia malengo. Nafikiri na ndio muhimu dada zangu kuweza kunita katika kikao kama hiki. Ni kama mfano mtoto mzazi amemtuma ku Prince Regent, anatoka barabara y kumi na tatu hapa namba thelathini ila kuna watu wako namba kumi pale, kazi yao ni kuwapotosha watoto wasifiki kuprince Reja, anafuka anawapeleka barabara ya 17 wengine na saba, wangine wawapeleka sijui kule juu. Unamsubiri mtoto mpaka jioni haujapata hau ujumbe wa kuprense reja. Ndo Allah aliotuumba ametuletea siamu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika mafunzo yake ametufunza Siyamu za Jumatatu na Alhamisi juma, na, na, na, na siyamu za beza za Arafa, siyamu za, za, za Shawali na zingine za Rajabu na Shaabani, mtu aweze kuzoea inapofikia Ramadhani sasa ni mwezi mzima. Ukikusanya hizi siku zote katika mwaka wa miaka mia tatu sitini na tano zaidi ya siku mia na binadamu ambaye anaifuata huu mfumo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakuwa katika siamu asha Allah. Anatuomba laallakum tattaqun, lakini sisi huku tunajikuta ni kweli, tumeshinda masaa kumi na sita masaa kumi na nane bila kula. Inapofikia kufuturu, tunakuja kukosoa yale yote ambayo tumekuwa tumehisi kwamba tumekosea sahani zetu na hizi sahani zetu ndo chanzo cha haya maradhi. Asiwadanganyeni mtu, mkitaka ya maradhi tuyapone wala tuepukane nayo, ni kubadili mfumo wa sahani, ni kubadili mfumo wa maisha. Tunaishi na watu miaka nenda miaka rudi, hawafanyagi mazoezi. Tunaishi katika jamii, watu kutembea katika gari ni ufahari mtu ajapata gari anasumbuka, awe na gari yake yeye na watoto. Tunawalea katika mazingira kutoka hapa na abe mpaka apelekwe na gari, na akitaka kutoka kule inabidi akaletwe na gari. Kina mama wanashinda wanapika vitumbua, wengine wanafuma, waliojaliwa makazi wanashinda katika kazi asubuhi mpaka jioni, wengine mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao Allah ametuambia laala kumtatakun, ni mwezi wa watu kuchuma thawabu kuzifanya ibada. Wanashinda katika mafiga asubuhi, sokoni jioni, katika mafiga usiku. Wamechoka, wameikaa katika mikeka, wameshiba na hizi sala za usiku zinakuwa shida nini? Hiyo yote inatokana na nini? Mazoea, mazoea yetu yametushinda kubadilisha. Kina baba wakimaliza yao hapo, wanashinda katika vikao vya kahawa, wengine katika magenge, wanaongea wanaongea, mwili hauchangamki, mwili hauchanganui, mwili haupotezi zile sumu ambazo zinastahili zitoke kupitia jasho, kupitia michoko mbalimbali. Allah alipotuletea hii swaum, anajua sana kwamba sisi katika maisha ya kawaida kuna watu wanakula mara sita kwa siku, kuna watu wanakula mara tano. Msishangai, mtu amekunywa chai saa nne nne saa tano tano hivi, anatafutana kashata, leta kashata, pasteki zinapita, anakula saa sita haijafika, hapo karanga anatafuna, embe anakula, saa sita anaenda nyumbani anakula ugali, baadaye anapita katika genge wala kama kuna takrima sehemu fulani atakunywa ata ata, vya kukula na usiku tena anakula na anamalizia na kasoda kabaridi. Sasa Ramadhani imekuja kama fursa, kuikaa zaidi ya masaa kumi na sita haujala kitu hata kimoja. Tumbo limezoea kupata chakula, mwili umezoea kuipata chakula, juu kila chakula kina sukari yake. Sasa hakipati chakula vinafanya nini? Vinaenda kutafuta kile chakula sehemu ambapo kimewekwa, wala katika zile changamoto zile, e, nasema chembe chembe za chakula katika misuli, katika ubongo, sehemu mbalimbali, ili tupate kale ka nguvu kadogo. Ndo pale mtashangaa, mnaona siku za mwanzo za mwezi mtukufu wa Ramadhani, mtu anaamka ansikia ni mzaifu mzaifu misuli inauma miguu inauma, mnatafuta muichuje. Sio kuchuja, ni kile chakula unazoea kula hakipatikani, mwili kuenda kuchangamua kule kwenye pako imezidi. Hii ina faida kubwa sana, kwa sababu vya kuzidi vitaleta sumu. Sasa mwili unapata fursa ya kujisafisha katika haya masaa kumi na sita aliotuumba yeye. Allah subhanahu wa Ta'ala alijua kama tutapata hii fursa miguu inaenda inasafishwa, utumbo tumbo unasafishwa, ubongo unapewa chakula ambacho kinastahili. Mtu anayekaa katika masaa haya anasubiri kufuturu, huku iko salama. Utateseka wiki ya mwanzo, siku mbili tatu, baadaye mwili utaanza kuzoea, lakini kifika baadal maghrib, yote tunayasahau, yote tunayatupia mbali, kwa sababu adhana tu ikitoka ni ndizi tumetafuna, ni glasi mbili za juisi, ni chakula kinatusubiri cha iftari nzito. Kwa sababu pia kupika iftari nzito ni ufahari katika maisha yetu. Utaviona wakati mtu anapata wageni, na tunakula kweli, na tunamalizia na vinywaji vya sukari, hatujali kama kuna maradhi asiyoambukia. Sasa sisi ambao tumetumiwa Ramadhani, sisi ambao tumepewa hizo swaumu za sunna, sisi ambao tumepewa mafunzo haya ya Qurani na mafunzo ya Mtume Muhammad SAW. na alizungumza kwamba sumu tasihu, fungeni jamani, mtapata siha njema, mtapata afya njema. Tunaviharibu ikifika saa moja usiku. Sasa hapa katikati, tutaweza kuvirudisha aje sukari kishakuwa nyingi mwilini jameni, ukipima huku kwa daktari anakuta kabisa hii imekataa, uwe tayari una ugonjwa wa diabetes, na ugonjwa haurudi nyuma kwa hii tabia yetu. Ugonjwa ukishaendelea unaushika ubongo, utafanya kiharusi. Lakini ukifanya kiharusi hautokubali, utaenda kutafuta sehemu kama umetendwa, na unapofanya kiharusi itafuta laala kumtatakuni itakuwa vigumu, utakuwa umechoka, uko mchovu, haujiwezi upande mmoja, labda pengine umepooza. Aje utasali sala za usiku? Aje utazifanya dhikri vizuri? Aje utatoa maoni mazuri katika msikiti wa katika makundi hayo ya kina mama? Mishipa midogo midogo itaanza kuziba, miguu italeta madonda na wengine miguu itakatwa yakitokea au ni matokeo hatutokubali. Moyo utaanza kuleta shida, matatizo ya moyo pia na diabeti yanaendana. Kina baba, hali ya ume itaanza kuwa ndogo, nguvu itapunguka na ushwani utaanza nyumbani. Kina mama, hamu itaisha nini ile sahani nini vile vinywaji vya sukari vimetushinda kujerehi. Yaani kawaida, haya mafunzo yanakuwa ni mafunzo ya watu kukubali kuichukua hatua. Si lazima nyie wote, wala si lazima kuyafanya kwa ujumla. Kila mmoja ambaye ashauguza wala kila mmoja ambaye anajua athari ya haya magonjwa ameshaona hizi takwimu za watu zaidi ya milioni 35 wanafariki dunia na magonjwa kama haya, watu wangechukua hatua. Hakuna mtu hata moja atasifika katika ya maisha eti kwa sababu alikuwa anaendaka na basi aendaka na, na gari hapa na mjini. Hakuna hata huyu, siku utaumwa, utaelewa kumbe hakuna sifa yaya magonjwa. Hakuna mtu atasifika eti kwa sababu alikuwa akipika spageti au tambi anazitia sukari, wageni wakija soda nyingi, maharage ya sukari, kila kitu kina sukari na mafuta mengi Baadaye siku utaumwa, hakuna ambaye atakuja kukusifu jamani, zile takrima zako zilikuwa nzuri sana juu. Itafikia wakati utaziona chungu. kume tukiamua maamuzi kuanzia leo, kina mama nyie ndio mko na uwezo mkubwa sana wa kusaidiza, kwa sababu nyie ndio mnapopewa rasio, mnaamua tutakula nini. Wazee, vitambi vimekuwa vingi vitapunguka aje? Na haya mafuta ambayo tunazidi kukaangisha maharage yetu, hakuna ambaye amesema msili, lakini tizameni tu mfumo, mfumo mzima wa iftari. Mfumo mzima wa kufuturu, inapotolewa adhana mpaka na watoto wadogo tumeshawatia huyo uoga, waswaumu waswa mpaka hapo wanaisubiria wan, wan, adhana na tumitutuitu hapo kubarabara Mtizame tu vitu gani, kachapati chapati, kashikashi, sijui tu, kila kitu ni cha sukari tu na wanga mtupu. Sasa watu ambao wamekuwa watu makamu, watu wazima, kuna wakati mwingine mnaamua mseme kwamba kuna mambo fulani hatustahili tena, kwa tunafanya inapofikia hata kama tuna sherehe ima tuna harusi au tuna sherehe yote ile ya wageni wengi, sherehe haitafanyika kama bajeti ya soda haijatimia, haija, haija, au siyo kinamama? Sina kuambiani kama wageni lazima wanywe soda. Pia miongoni mwa faida kinyume cha kusafisha mwili, kuzitoa hizo sumu Kisaikolojia, pia Ramadhani inamsaidia mtu kwa sababu ni mwezi mtukufu wa ibada, mwezi mtukufu wa, wa, wa fikra njema, watu kujiepusha na mabaya. Binadamu kama binadamu, kwa siku nzima anakuwa na fikra zaidi ya mawazo elfu sabini na asilimia sabini haya mawazo mara nyingi nakuwa ni mawazo mabaya mabaya. Nimeingia msikitini, ameingia hapa msikitini, ni wazo taa lipya ni wazo msikiti umekuwa na makaro ni wazo, yanakuwa kama elfu sabini. Hasa mwezi mtukufu wa Ramadhani unatusaidia kutokana na dhikri, watu wakwemo, kutokana na upole na utaratibu, watu wamechukua watu waa katika mawazo mazuri, na haya yanatusaidia kuwa na afya njema, yanatusaidia kuiendelesha kui Ramadhani vizuri. Hiyo ni faida kubwa sana. Aliotuumba anajua kwa nini, na ndio maana ametupatia hizi fursa pia kuna zingine faida hapo hapo katika kisaikolojia, kwa sababu unaambiwa ukifunga Ramadhani sala moja ni sawa sawa na sala sabini elfu sabini sijui, amali njema ya suna ni kama faradhi ya siku zingine, au sio? Faradhi inatiliwa mara sabini Mola wako kama shekhe amezungumza hapa, hata ikifika siku ya Kiyama amali zako chukuliwa kwa kulipa madeni sehemu, lakini hapana, amali za saumu. Kumbe tuko katika hali njema, yaani watu tuko katika hali tunategemea malipo bora kwa Mola wetu, moyo ambao unajiwaza hayo mambo, kichwa ambacho kinajaza mambo n katika hali salama. Kwa hiyo tuko na, na, na bishara njema, Ramadhani atusaidia kuwa tunapunguza stress. Hii stress ni, ni, ni, ni, sio magonjwa ni sababu kubwa ya magonjwa mengi yasiyoambukia. Stress ni kama kuvuta sigara, ni kama kunywa pombe. Ukiwa na stress, jua kama diabetes itapanda. Ukiwa na stress, jua kama moyo utaleta shida pia. Ramadhani wala saumu hizi za kawaida, hata katika ufumbuzi wa kisayansi imekuja kudhihirika kuwa aliyeswaumu wala aliyeshinda na njaa masaa haya yote, anasafisha zile seli zake ambazo ziko na tatizo. Sasa na wagonjwa wa kansa wanaruhushwa, wana na mgonjwa ana, ana, ana, anapewa ushauri na daktari, kakae masaa kumi na sita hujala, kwa sababu vile vidudu ambavyo vinaleta vina, vina, vina kansa, chakula chao ni sukari katika mwili sasa ukikaa muda mrefu wauni, sukari inakuwa ndogo, vidudu vinakufa. Kumbe ile kansa yako inakuwa inafanya nini? Inateremka, inatulia. Ni wangapi jamani wameingia katika Ramadhani waliweza kujiwaza, basi huu mwili ambao tunauingiza katika Ramadhani uko tayari kufunga Ramadhani? Ni mara ya mwisho lini tulipima japo kipimo tulipi cha pressure. Sisi ambao hatuumwi tuseme, ambao wanaumwa Watu ambao wanajua hawaumu ya mara mwisho ilikuwa lini kupima pressure? Ilikuwa lini mara mwisho kupima, kupima sukari? Kina mama ambao mnaishi salama, ambao mko katika ndoa, ni lini mjifikiria kwamba panaza kuwa kansa ya kizazi, ili uende kaonane na daktari wako akueleze basi inakuwaga hivi, jipime hivi, wala, wala, wala jitizame hivi, kansa ya matiti Tunasubiri siku itakuwa imezagaa ime, ime imetapakaa katika mwili ndio tuje kutafuta matibabu hospitali. Hawatofanya kitu chochote kile hospitali. Sasa kumbe tunapotafuta laala kumttakuni huyu mwili tuutendee haki jameni, kwa sababu ni dhamana tuliopewa na Mwenyezi Mungu ili tuone kama mwili utatusaidia kutekeleza hii programu ambayo tunafunzwa na mashehe wetu kuifanya ibada kwa usalama ambaye ameshakamatwa na haya maradhi akazidiwa, ni vigumu sana kuifanya kuifanya ibada. Na ambaye hajaumwa lakini anaishi katika hii hali yetu ya, ya futari nzito, nzito ya, ni vigumu sana kuamka usiku kusali. Tumbo linakuwa limejaa, utasinzia, utapitiliza. Kiuchumi pia, Ramadhani imekuja kutusaidia ku, ku, kupunguza gharama hali ya maisha mnaiona ilipo. Kwa nini Ramadhani iwe sababu ya sisi kuanza ku, ku, kutumia gharama kubwa ya vyakula? Nani ametufunza haya? Kwa nini napofika Ramadhani watu wanahisi kwamba maanake hivi tayari wanaenda kufa? Mtu ana miezi kumi na moja anakula ila huu mwezi ambao tumeambiwa ni mwezi wa kuswaumu, ulikuwa unakula mara tatu au mara sita hivi, utakula labda ni mara mbili, ni iftari na suhur ila ndio mwezi ambao unaona kama unastahili upewe misaada. Tazameni maaziatike na wapi? maana yake utadhani kwamba dunia imesimama, mambo yamebadilika, hali imekuwa ngumu, watu kama hawakusaidiwa watakufa. Na ramadhani nini? Ile fikra ya kwanza kwamba inabidi tufanye mauaji wakati wa kula, haya hakuna ambaye atakuja kuyabadilisha kwa nguvu katika maisha yako, ambaye yote atakayejua uzito umuhimu wa afya bora katika hali kama hizi atafanya maamuzi makubwa. Kwa hiyo kwa kumalizia, ni sii mrefu sana, nikuombeni tu mama zangu, kaka zangu, baba zangu, tuichukue hatua hii. Ramadhani ni, ni, ni, itapita, patakuja zingine Ramadhani watakaojaliwa, lakini kupitia Ramadhani hii, kupitia mafunzo tunayoyapata tuchukue hatua jameni ya kujua tuna kontrole nini tunachokikula. Tuchukue hatua ya kubadilika katika yale mazoea, tuchukue hatua ya kujipenda na kujua umuhimu na thamani ya miili yetu. Watu wengi wanapenda kulimbikiza pesa, hizi zitawasaidia katika uzee. Nafikiri ingekuwa bora zaidi kulimbikiza afya, itakusaidia bora sana katika uzee. Namalizia na ushauri tu kwamba chakula ambacho tumejaliwa na Mwenyezi Mungu, tule chakula ambacho ni halala ni tayiba, lakini pia tule chakula chetu kama dawa, la sivyo tutamaliza miaka mingi tunakunywa dawa kama chakula. Narudia yemo, tule chakula chetu kama dawa, la sivyo tutachukua muda mrefu sana wa maisha yetu, tuko tunabugia dawa kama chakula. Kwa hiyo nakushukuruni sana na nakuombeeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, atujalie afya njema sote na atujalie, atubariki katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na atujalie eh, mafanikio mema na aweze kutujalia mwisho mema katika maisha yetu, na Allah akubarikini nyote, asalamu alaykum wa rahmatullahi.